Ninaomba sasa wote tushuhudie Mwenge wa Uhuru na wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiingia wakiingiza uwanjani chombo na vijana hawa sita waliokimbiza mbio, mbio za Mwenge wa Uhuru kwa siku mia moja tisini na tano wakiongozwa na ndugu Ismaili Ali, Ali Usi kutoka mkoa wa kusini Ungu, Kaskazini Unguja. Mheshimiwa Makamu wa Rais Wakati mwenge wa uhuru utakapokuwa unaingia, nitakuomba wewe pamoja na meza kuu tusimame kulaki mwenge wa uhuru, na brasbendi yetu itatuongoza kwa wimbo maalum. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeah. Naomba sasa kukutambulisha wakimbia za mbio mwenge wa uhuru wa kitaifa kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nianze kukutambulisha kijana wetu Raymond Elias Joseph kutoka mkoa wa Mbeya Mbeya, ye mtoto wa nyumbani Mbeya, safi kaiwakilisha vilivyo Mbeya, safari ya siku mia moja tisini na tano na mheshimiwa mgeni rasmi anampa mkono anampongeza kwa kazi nzuri na ya kutukuka aliyoifanya, picha ya kuchorwa nzuri kabisa, makofi mengi tafadhali, amekabidhiwa zawadi zake. wow, okay, wow. Naomba a kutambulisha kwako Bi Zainabu Suleiman Mbwana kutoka mkoa wa Mjini Magharibi Unguja Zanzibar. Hoye mwanamama, lakini ameukata mwendo kilometa zilizotajwa hapo awali ishirini elfu na kitu hivi. Hakika ilikuwa safari ya aina yake, na mwenyewe anakabidhiwa zawadi yake na mgeni rasmi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kutambulisha kwako Bi Elizabeth Petro Makingi kutoka mkoa wa Shinyanga, mwanamke mwingine hoyo. Wanawake hoye! Shinyanga hoye! Ninaona katibu mkuu akifurahi kweli kweli kwa namna ambavyo mwanamama huyo kutoka kanda ile ile anayotokea na yeye akiwa amefurahi kweli kweli kwa safari hiyo vile vile. Naomba sasa Mheshimiwa kuta... Makamu wa Rais, naomba kukutambulisha kwako ndugu azizi Juma Abubakari kutoka mkoa wa Pwani. Pwani hoye Pwani, ambako ufunguzi wa mbio hizi ulifanyika, na nimemwona Mheshimiwa Abubakari Kunenge, Alhaji huyo alikuwa akifurahi kweli kweli, na sasa kijana wake naye huyo amekabidhiwa zawadi zake. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa kukutambulisha kwako. Kome... Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Ismail Aliusi kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Tarehe pili ya mwezi Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tano nilikabidhiwa Mwenge wa Uhuru na Dr. Philips Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa niaba ya wakimbiza Mwenge wa Uhuru wenzangu kitaifa niliapa kukimbiza Mwenge wa Uhuru katika mikoa 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na halmashauri zake 195. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hasani, leo tiko tarehe kumi na nne ya mwezi wa kumi mwaka 2025 na naomba ni kutaarifu ya kuwa mwenge wa uhuru umekimbizwa katika mikoa 31 na halmashauri zake zote 195. Aidha, tuliufikisha kwa ufasaha ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kama ambavyo umekusudiwa wenye kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa amani na utulivu. Na tuliwasisitiza wananchi juu ya kudumisha amani, upendo, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nikukabidhi mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara, na ukiwa uko salama na una meremeta. Mheshimiwa Rais, mwenge wa uhuru sasa naomba nikukabidhi ili ikiwa ni ishara ya kuhitimisha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu alfu mbili na ishirini na tano. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba anisaidie. Makofi mengi mengi tafadhali. Makofi mengine mengi tafadhali. Tayari makabidhiano yamefanyika ikimaanisha ya sasa mbio zimehitimishwa. Karibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr Philip Isdori Mpango, kama tulivyokutaarifu mwanzo, baada ya kupokea mwenge wa uhuru, ikiwa ni ishara kwamba sasa mbio zetu zimefika ukingoni.